Ujambo, popote pale ulipo, na natumai basi buheri wa afya. Nashukuru Mungu kwa wema wake. Ni wakati tupate kuendelea zaidi eh, kwenye imizo letu hii leo, ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Twamshukuru Mungu kwa wema wake. Amekuwa Mungu mwaminifu, Mungu mweza wa yote. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala. Hapo jana tukawa anasema kwamba amini tu, just believe, na Mungu atakutendea. Ni wakati tumwamini tu kwa kila jambo, yaani hu unafanya kitu kinakaa kidogo ama kikubwa, mwamini tu na atakutendea. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo twamini mungu kwa hivi, tunachagua kama wanadamu, sijui kwa nini tufika mahali ya so selective you know, na naamini mungu kwamba anaweza akaniponya ugonjwa kama vile malaria, lakini simwamini mungu kwamba anaweza akaniponya homa. Hapana, mungu ana uwezo wote, kiwe kinaonekana kidogo ama kikubwa, ana uwezo wa kukitenda kwa hivyo, amini tu. Just believe. Tuligusia kwa kirefu hapo jana, sitarejelea pale kwa ajili ya muda wetu pale itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo chini ya video hii kuna neno subscribe. Click on neno subscribe, kambia sign in, sign in na jimele account yako. Copy the link and share and click notification bell hapa chini. Na itakuwa vema zaidi. Ndosopatie kuendelea pale, mpendwa msikilizaji, katika uh, himizo letu hii leo, na nikukumbusha kwamba kwa yule ambaye yu anajiunga nasi uh, for the first time, iwapo ungependa labda kusemezana pamoja nasi Eh, labda una swali maoni na jambo lote ambalo ungependa kusemezana nami, nambari ya simu unaweza nipata nayo ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu 0722 24 39 49, weza piga pale, weza uliza swali pale, enda Whatsapp pale, tuma message yako na kadhalika, ama pia ukitaka ku support ministry hii, nambari ndio hiyo hiyo 0722 24 39 49. Niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja na tunapoomba pale mpenda msikilizaji, alafu tupate kuendelea pale na kabla, pale, eh, of course, kabla tuweze kuomba, tutakuwa nafungua kile kitabu cha Mithali sura yake ya kumi na nane kitabu cha Mithali sura yake ikiwa ni ya kumi na nane Mithali ni proverbs kwa wale ambao, eh, ni wazungu eh, wanapenda mithali nini? Mithali ni proverbs. Sura yake ikiwa ni ya kumi na nane mstari wake ukiwa ni wa ishirini na moja Mithali 18 kumi na nane mstari wa ishirini na moja. Biblia inasema hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wa upendao watakula matunda yake. Baba Mungu, tunasema asante, asante kwa wima wako, asante kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana ukazidi kwa pamoja nasi, kwa kuwa wewe ni mwema. Roho Mtakatifu, napungua uzidi kuongezeka, kwa, kwa jina la Yesu naomba Amen. Amen. Tumekuwa katika siku kadhaa ambazo tunaongea kuhusiana na uh, nguvu ama uh, ukipenda uh, mambo ku determine kesho yetu, vizuizi vya kutuzuia na kesho yetu kufaulu katika siku zetu zijazo in short. Na uh, of course, kando na yale tuongea jana, hii leo nataka tuangazie kuhusiana na maneno, vile maneno yako yanaweza kaathiri kesho yako either positively or negatively. Na utapata kutambua pale kwamba bila asema kwamba nguvu katika mstari ambao tumesoma mstari wake wa ishirini na moja kitabu cha Mithali kumi na nane ishirini na moja bila sema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Yani life yako ukitaka, kuwa unaweza kawa na uzima ama upate mauti kutokana na maneno ambayo unayanena, na wakati mwingi huwa hatujui na nikawa nakumbuka nyakati zile za zama, wakati ambapo tulikuwa tunaenda shuleni, wakati ambapo tungepata waalimu, waalimu ambao walikuwa wanaongea vibaya tu, wanatusi, wana mtoto, wanasema mjinga kama, wanasema sijui nakaaje, wanaongea. Nyakati za sasa mambo ni tofauti, lakini kila hawakujua kuna kitu alikuwa anapanda katika maisha ya mtoto huyo. Inanikumbusha kuna wakati mwingine tungeona labda mtoto fulani, mwalimu alisema hivi na kweli kila alisema kimefanyika. So kwa akili yetu na mawazo yetu tunafikiria kwamba e, walimu najua, wanaona walimu wana, wanasomanga watoto sana, si mambo na kuwasoma tu ndio anaweza akatambua vitu fulani na vitabia fulani visivyofaa ama vinavyo kwa mtoto fulani, lakini pia maneno aliyoyanena ndio anakuja kutimia kwa hawa watoto. Nilikuongelesha wakati uliopita wiki iliyopita, tukapata tukijifunza kuhusiana na laana. Laana pia ni maneno ambayo yananenwa tu, na inaponenwa yanapewa nguvu ninapata kutimia. Na wakati mwingine sijui kaa ushaikaa wakati fulani, alafu kuna mawazo fulani ya kinyume tu yakakuja, maybe unafikiria umeangalia, unaona vile situation iko kwa ground, unaanza kuwa na mawazo ya kinyume, na unapokuwa na mawazo ya kinyume, kuwa na mawazo ni kitu kimoja, lakini kwenda kuiongea you speak it out then kuipa uzima. So kuna watu wanakuwa na mawazo ya kinyume alafu wanaiongea na vile ambavyo twaharibu kesho yetu, ni vile twaona vile hali ilivyo, then tunaanza kukiri mambo ya kinyume. Hapo ndipo tunayapatia afya, tunapatia nguvu, tunapatia uhai, yanaanza kufanya kazi ndani mwetu. Inanikumbusha kuna binti moja Eh, wakati ilipokuwa chuoni eh, tukisoma akafika mahali haka. Of course kulikuwa na stories nyingi za wanandoa kuwana visa vya talaka na makadhalika, ambazo zilikuwa zina end up in death, na akafika mahali kwa kinywa chake. Ni mtu ambaye wakati wa, alikuwa bado anaenda kanisani tu, so sielewi, lakini kwa kinywa chake akasema hivi maneno yake kwamba hata kama kwetu uwa wanawake hawarithi shamba, mimi sitakubali kuolewa. Hata kama sitapewa shamba, nikiaga dunia ni heri wanizike nje ya gate. Maana alisema hata kubali kamwe kamwe na ni maneno yake na kinywa chake. Do you know what happened? Alifika mahali amemaliza chuo maybe ana hasol zako zake zimeendelea vizuri. Kwa hivyo imefika wakati ambapo ana, amefika umri wa kuolewa haku hakuolewa, alikaa akakaa, ikafika wakati ambapo baada ya kukaa muda mrefu mpaka kuna dadaka anafika mahali anaanza kuuliza, eh, huyu naye ataka mpaka lini? Watu wanaanza unajua, kuna kale ka pressure, watu tufika mahali wanatoa pressure fulani, wanasema, eh, huyu mpaka lini? Unajua, katika kule kusema hivyo na nikakumbuka hayo maneno aliyoyanena na of course akaambia haya maneno lenena. Ilifika wakati baada ya kufika mahali akatubu, akakansel haya maneno ambayo alinena mwenyewe na kinywa chake, ndipo sasa. Of course ilikuwa mwenyewe hata alikuwa amesahau, ilikuwa way after a good number of years. After what if, basi angekumbuka. What if akukuwa na mtu ambaye labda angefika mahali aseme nilisikia, ni ukinena vitu vya aina fulani, na hivyo ndivyo tuna affect kesho yetu. Alifika mahali akaolewa, akiwa of course wengi watasema alikuwa amechelewa, lakini of course kwa Mungu, God is never late, lakini kila ambacho anasema ni kwamba huenda labda ingekuwa mbele kidogo, lakini mm -mm, haikufanyika hivyo. Kisa na maana ni maneno yake, aliongea kimzaha, labda aliongea kidhani, kwamba naongea tu, lakini ikakuja kumathiri baadaye. Nikwambie kwamba unaweza ukaathiri na kuharibu kesho yako kupitia kwa kinywa chako, maneno ambayo unaongea. Unaangalia vile serikali inavyoendelea, unaangalia vile kanisa linavyoendelea, unaangalia vile familia ino inavyoendelea, vile hali ya uchumi ilivyo na kadhalika, unafika mahali inakusukuma kusema maneno. Usiji ukanena tu. Maneno yana nguvu. Pale ambapo tumesoma Biblia inasema kwamba uhai na mauti, uzima na mauti ipo katika maneno yetu. Verse 21 inasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao waupendao watakula matunda yake, yawe matunda mazuri ama those bitter ones, watayakula kutokana na maneno ambayo yananena. Ole wako ambao unapenda kutamka tu maneno vyovyo, ole wako ambao unafika mahali unasema tu, unasema unasema unasema unasema. Ah, nilikuwa na joke tu, ni jokes tu. Kuna vitu havitaki jokes, don't just open your mouth na kuongea chochote cha kinyume, wacha nayo. Na kuna wengine wanaongea chochote cha kinyume kwa watoto wao, wanaongea kwa spouses wao, wanaongea kwa wazazi wao, wanaongea, kwa you know, kwa wafanyikazi wao, kwa waajiri wao. Usio mwepesi wa kuongea, maneno hayo yanaweza yakaathiri ya kesho yako, maana unaposema hujui, unasema tu, ukisema kimzaha, na wakati mwingine unasema out of hasira, umekasirika kwa sababu mdosi wako alikufanyia kwa hivyo, hivyo unanena tu pasipo kujua. Nimeshasikia ni mmoja akisema eh, kuna gari ulikuwa na eh, umeongea nini kumuhusu kwamba ni maneno yako ulisema ndio alisababisha hiyo ajali. Na je, unajua huyu ni baba mtu? Labda ni mama mtu huyu, labda naam. Kuna hayo yote, kuna watu wanamtegemea. Kwa hivyo kabla utamke, ufungue kinywa chako na kunena maneno ya kinyume kwa watu kwa sababu ya hasira. Please think twice. Tulia, muulize Roho Mtakatifu akuelekeze, maana wengi wamefika mahali wameangusha wengine kwa mashimo pasipo kutarajia, pasipo kupanga, lakini alifanya hivyo na akatumia kinywa chake Ndiposa Biblia inasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hivyo kizuizi kingine cha kesho yako ni maneno yetu. Kwa hivyo, Mungu atusaidia kwamba tusia kuopokwa tu na kunena ovyo ovyo, bali tunene yale Mungu amekusudia, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana kutenda wema, tuendelee zaidi. Hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, na nikumbushe kwamba eh, ni wakati uweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo popote pale ulipo, ni vema uweze kutoa sadaka yako, kile ambacho Bwana ameweka moyoni mwako, na si kwa kushurutishwa, kwa hiari. Kwa hivyo kama unahisi usitoe, lakini kwa hilo ambaye anahisi kutoa pale, basi ni vema uweze kutoa pale, kama vile maandiko yanavyosema, ibada haijakamilika pasipo toleo. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale na itakuwa kwa hivyo nambari ya simu 0722 24 39 49. 0722 24 39 49. Mungu akutende wema pote lipo, pale ulipo, na kwa wale ambao wako pale labda unahitaji la maombi, una swali ungependa kuuliza, na jambo lolote lile ambalo ungependa kusemezana nami waweza pia nipata kupitia kwa nambari yangu ya simu ndio hiyo hiyo ambayo ni 0722 24 39 4 0722-24-39-49. Bwana kutende wema, tunapozidi pale kwa moja na vilevile pia usiondoke kabla ya subscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click iyo neno subscribe. Kiambia sign in, sign in na ajili ya account yako. Copy the link and share. Niweke comment yako pale na itakuwa bomba zaidi. Kwa hivyo Bwana kutende wema, tuejene kesho na hakisha kwamba umesha subscribe pale. God bless you. Bye. Bye.